Changamoto zipi unazokutana na ulizokutana nazo mwanzoni na pengine unazoendelea kukutana nazo katika content creation mm. ya social media? Mwanzoni, changamoto kubwa ilikuwa nilitakiwa kufanya kazi mm. niende kazini at the same time nijitengee muda wa kushoot content mm. mm. so mimi, watu wakichunguza video zangu za mwanzoni nyingi zilikuwa za usiku mm -hmm. ilikuwa ninaenda kazini from morning mpaka mm -hmm. evening, alafu evening sasa ndo naamua sasa, leo let's say idea fulani mm -hmm. nataka nishuti hivi hivi, kwa hiyo inabidi nitoke usiku instead of kupumzika mm -hmm. nitoke niende nikashuti, mm -hmm. alafu at the same time usiku huo ni edit, ni posti kesho yake 11 mm -hmm. alafu ndo niendelee na shughuli zangu Mm -hmm. so ilikuwa ni changamoto kubwa, kwa sababu ule muda wa kupumzika ni mdogo mm -hmm. lakini kwa sababu ni tayari nishaanza kuwa na passion yeah. ya kufanya kile kitu na nikaona impact yake ni kubwa. Since my videos, by the time nilivyoanza kuposti ya taxi mvua zote zilikuwa zinaenda viral. Wow. So numbers zilikuwa zimeanza kwa ukubwa nikasema, nika hii momentum yeah, yeah, hii momentum sitaki kuiacha, nikaenda nayo hmm. hmm. nashukuru Mungu ndo niliponifikisha hapa juhudi. Inawezekana kuna mtu anatazama, amekuwa na interest ama amekuwa na consider kuja kwanza kufanya content creation online hmm. inalipa inalipa uh, lakini inategemea ukiachana na kunipa umaarufu. mm. Yes, tuongelee uh, publicity. Yes. uh, in terms of cash revenue, yes. yipo of course. Okay, inalipa okay. like, nimekuja kuona matunda ambayo mm. sikuwa na plani nayo kwa sababu mimi nimeanza content, sikuwa nafikiria kwa, uh, maarufu, kuwa maarufu au kupata pesa. Mm -hmm. Nilikuwa nafanya na enjoy nikifanya na kupost, alafu watu wanavyo comment na kulike na kushare, that, that's what I was like. Yani napenda yani, unajua, mm -hmm. Nilipokuja kuona sasa brands tofauti tofauti zinani approach mm -hmm. Kulingana na aina ya content nilikuwa nafanya, ni lifestyle, inahusisha sana watu na brands, wanakuja kwako they need those people to see their brand Mm -hmm, mm -hmm. Kwa hiyo wewe ukifanya content ya lifestyle ukahusisha uka brandi ya mtu fulani maanaake, mm -hmm. Watu wataiona ile brandi na wao watapata sales. Kwa kwahiyo ilikuwa easy for me kuzi attract zile brand and from that point, mwanzo naweza nikasema sijuti, lakini nilikuwa najikuta natoa price ndogo kwa sababu haikuwa tageti yangu mii kutengeneza pesa online mtazamaji umekuwa mm. ukichukua video unapiga picha mm. out of, uh, maybe personal interest hobbies. hicho mm -hmm. nachokifanya kinaweza kikawa ni mtaji. kwa kana unapenda mavazi, alafu una rafiki yako anauza nguo, ama yupo kwenye hiyo industry ya fashion, unaweza ukamboost hu nauza, akiwa boosted nawewe ukavuna. mm. Umewahi kufanya content ambayo ilikuletea matatizo? Ah, matatizo, mfano inagombanisha na ndugu, inagombanisha yeah. mm. na wenye brand yao ama huko mtandaoni tu umeshambuliwa kwamba huyu naye kazidi. Actually naweza <laughs> nikaiweka upande ambao sio matatizo <laughs> ndiyo, lakini sometimes mm. tunashauriwa sana as a content creator aat mm. kuto kuto kujali everything ambacho unaambiwa kwenye en kwenye, kwenye comments mm, mm. Na mimi nina tabia moja whether it's negative comments is positive comments I give a positive vibe, kama kuna shahidi yoyote ambaye alishawai kuona nimereakti nime vibaya kwenye komenti yake mm. Basi anaweza akasema <laughs> akasema mwenyewe but mimi waga ninakuwa ve positive inapokuja kwenye swala la engagement na fans wangu mm, mm. so, Nakumbuka video moja mm. not moja mbili mm. kuna segments ambazo tunafanya mimi na Shabani every after four to six months mm. yani like tunafanya Arabic uh, Arabic language scenario <laughs> mwanzo tulianza <laughs> na interview ambayo ilienda viral, very viral, na imeenda double viral kwa sababu ilienda mwanzo mm. na last month ikaja ikainuka ika, ika, so ile video mwanzoni tulivyoiposti watu walihisi kama tumefanya jokes kwenye Quran. mm. of which, sisi, before doing that, before posting, mm. sisi tuna consider mashehe mm. lakini ile video tulivyoiposti kila mtu alisema tunakufuru astaghfirullah nyingi. Lakini mwisho wa siku haikuwa na shida yoyote kwa sababu lengo lilikuwa ni kuwakumbusha watu kuhusiana na Quran. mm -hmm. kuwakumbusha watu kwamba uh, jamani tuko kwenye dunia lakini hii dunia tunayoishi, tunaiweza kuitumia kama tukiihusisha Kurani pia mm -hmm. kwa sababu ile ilikuwa ni interview ya Kiarabu mm. sijui Kiarabu mm -hmm. Shabani kaambiwa anipe interview na yeye hajui Kiarabu <laughs> lakini alivyokuja ndo nilivyompokea, of which ilinisaidia kupata kazi

kichekesho, lakini at the same time imemsaidia mtu mwingine kupata ajira na huwezi jua sasa hivi kafanikiwa. Mm-hmm. So naweza nikasema hizi za Kiarabu. Mm. zinaleta ukakasi, lakini lengo letu si kuharibu. Lengo letu ni, ni, ni kuwapa watu njia za kujikwamua kwa namna moja au nyingine. Wow. Kuna moja ile niliona mtu amekusalimia. Yeah. Amekusalimia kwa Kiarabu